funa kuendelea kwenye ligi kuu, kwa hiyo hata ndugu zangu waandishi wa habari mm. Muda si mrefu mtakuta hmm. Mtu anapanda kimbinyiko mbeza narudi na rudi kwenye ligi kuu na kwa kwenu, msimu wa mwaka jana kaka bora mimi, msimu uliopita mtoto wa muda anatia fora kaka, anatia aibu kaka, fika mpaka finali mwaka gani, kwenye kombe la luza kombe la ofere, afu mwisho wa siku, sasa kawaje pale Zanzibar mwari, watu wamebeba mwali hivi, wao mnaenda kwa watu wawili, afu mwenzako anaondoka na mwanamke wao, narudi kaptula tupu. Nani nani mjinga? Unaonekana wewe mjinga, unaona fimbo nilotembea nayo hii hii, sijatembea nayo bure bure. Kuanzia sasa hivi asiye kuwa na pointi yoyote kwenye ligi ya, ya, ya, ya, ya kimataifa Yani, kwenye michuano ya kafu yeah, yoyote ambaye hana hata pointi hata moja, akamatwa apigwe bakora. Na mpaka sasa hivi nikiwa kama rais wa keke wote Tanzania, nimemwagiza meneja wa ndege yeah, na nimemwagiza meneja wa uwanja wa... nani, kile, ile stand ya Magufuli kule kule Mbezi yeah wakimwona mtoto wa mudi kateremka World, wale wote wale, adhabu ya bakora 30 kila mchezaji mpanzu, bakora 30, kibden siko bakora 30, hata yule kocha wao wa mchongo yule mnamuita meneja na matatu yake alipiga bakora, kwa sababu mpaka sasa hivi analitia aibu taifa hili. Yani sasa hivi limekuwa kama danga, halina hata point, debe tupu. Yani nyumbani linatoa ugeni, linatoa yani kila sehemu linatoa tu. Kwa hiyo nawaomba na, na ndugu zangone, waambieni watoto wa modi, lazima ifikie kipindi tuheshimiane jamani, kwa sababu mpaka sasa hivi heshima naona imeshakuja mjini. Haiwezekani una mchezaji Zoa hivi Mcheza... kabisa unakaa kabisa unakaa kabisa akilini mwako unasema na mchezaji anaitwa Zoa, mchezaji ambaye anaingia dakika sifuri anakula kadi hapa. Kuna mchezaji hapo nani? We... sisi tuna macho ya kuona mbali, kwa sababu wao unafikiri unafiki bure hivi, na mimi naangalia mbali sasa hivi nimeongeza mpaka na kwenye bunduki yangu, kuna silaha kabisa hapa, hapa kuna darubini yeah, kwamba zoa nilivyomwona kwenye mechi zile tuliocheza kombe la shirikisho kule Zanzibar, nikamwambia yeah, injinia hamna mchezaji ah, huyu cha kubanga cha kubanga cha nani, naye atatusababishia baga, nani ma, ma, ma, madhara kwenye ligi ya mabingwa atakuwa anakula umeme. Umemwona nyenye jana kule anaingia dakika sifuri kala kadi pale. Sasa jange ingia dakika mwanzo sange kula nyekundu mbili yule, kwao. Tuambie watoto wa mwade, mpaka sasa hivi maji na mafuta ashajitenga eh, hey, kwa sababu angalau hata mkutano unaofanya niwa chakubanga chakubanga chakubanga chakubanga. Wewe kwani nyaje uandishwe bwana, jana mjakwepa kwenye ule mkutano. Hebu naambieni Bwana umeenda shwari tu mkutano? Umeenda shwari. Yeah. Mkutano inatakiwa ufunguliwe na mwenyekiti ufungwe na mwenyekiti. Yeah. Aliofunga mkutano jana nani? Kwa sababu jana Mangungu hata alivyotoka toka, toka. Yeah. Mpaka watoto amudi wenyewe wanajiuliza Mangungu katoka jetokaje? Yule jamaa komando ile, yule jamaa general. Yaani mpaka sasa hivi msimuite Mangungu, yule anaitwa general. Na kama kwenye mapicha yake ya ya ya, ya, ya kibongo bongo, mm. Yule anaitwa ICU kaka. Yeah. Baba jana jana Mangungu yeah. Kacheza kama Arnold Schwarzenegger jamani, fumbeni macho tuiombee timu yetu ipo mali ile. Kufumba na kufumbua, Mangungu ayumo kwenye mkutano hatari <laughs> ile kaka, yeah. Yeah, Mangungu ni hatari na nusu kaka, yeah. Yule anaitwa komando, yule anaitwa general, yeah. Hey, wewe unafikiri nyeenee adesha habari nyema muona jana Mangungu wakati anatoka na, nye nyeshima Saidi jamani. Mmemwona yeah. wakati natoka Ametokea mlango gani bale? Wao wenyewe unawaambia wamejikuta kwenye mkutano, wamebaki mashabiki watupu, mangungu ayuma mwenyekiti. Kwa sababu alikuwa anamtishia anataka kumpiga na mangungu akaona, kwa sababu mitotoi mimbumbumbu, ngoja tuende kwenye andiko. Yeah. Kwenye andiko nasema fumbeni macho tumuombe Bwana, lakini yeye yeah, akasema fumbeni macho tuiombee timu yetu ipo mali kule jamani. Ile kufumba kufumba na kufumbua mangungu ayuma. Kye kasepa. Kwa hiyo tuambia tatua Modi. Yeah. Ile ndo timu chopeli chopeli, ila walichokifanya watoto wa Modi kutotengeneza jezi za kimataifa, naona wako sahihi, kwa sababu wangekula hasara. Haya, kwa mfano, angetengeneza jezi za kimataifa, wewe unafikiri mijezira angevalia wapi? Hata rafiki zangu wala kina kinaale Benedict nilimo Benedikto Lota Lesante Mayala Mayunga Mayunga kina eh, Leona diluzori kadi wanakwambia rais wa wote ta Tanzania. Acha mvua iendelee kunyesha tuone, tu, tuone panapo voja. Mpaka sasa hivi tunaendelea kula mtori, minyama minyama ipo chini kwa ni mtu, a, sasa hivi sasa hivi ni mwendo wa kubanjuka. tumtotoa muda anaongea nini? Sasa hivi ndugu zangu waandishi wa habari, labda niwape mtonyo kwamba nyinyi mnataka mfanye kazi yenu kwa ufasana, mpige mahesabu. Nunuweni kalkulata mapema kabla mtoto wa muda hajarudi. Kalkulata zinakuja kwa kupigwa, muda si mrefu hapa, sasa hivi subiri wewe, subiri kaka. Kalkulata zinakwenda kupanda bei kaka, kwa sababu mtoto wa muda mpaka sasa hivi amebakiza michezo minne, nyumbani miwili, ugenini miwili. Sasa basi, ashinda yote. Ashinda kwa timu ile, labda katikati hapo utokea uto... uto... usajili mwingine, lakini zoa sijui mpanzu sijui na kaka kaka, kwanza golikipa hamna, una shati mle eh? Ah, lile pazia lile kaka, angalia migoli wino ya winome yote jana, kola anapotundikiwa mtoto wa mode <laughs> mtoto wa mode ana timu mle kaka, nimekwambia, mtoto wa mode akiambulia pointi mbili kwenye kundi lao nitwe bobi wu wu wu wu, baba anakwenda kuondoka dobe tupu, ana point hata moja. Kwanza cha kwanza, kwanza wana kocha, cha pili, washawahi kuona timu timu ikaongozwa na meneja kweli? Washawahi kuona wapi at mbili washa kuona kocha napaka mapiko haya. Mapiko atapaka saa ngapi? Na timu anaifundisha saa ngapi? E, pigeni mwenyewe mahesabu. Huwezi yeah kufanya kazi mbili kwa wakati mmoja, uwezi kutumikia mabwana mawili kwa wakati mmoja. Sasa mapiko anapaka. Satu, mimi nataka mzo wa 12 ule ule ule. Nataka nikamfukuzishe kazi ule kaka. Eh, kaka, namna ii mimi ule. Kwa timu lile bovu lile, lile, lile. Wewe subisa anakuja kukutana na shoga yake ambaye ana point ule, kichwa cha mwendo wazimu na yeye mwenyewe. Yule mfunga madishi yuko Zanzibar ule. Ah, wote wale wamekwa madanga. Wanagawa, wanagawa nyumbani na gawa ugenini. Sasa anakutana tarehe 7, angalau anapochezea. Ila sema, sema wanapokutana sasa. Mimi sisemagi ni mechi ya mzizima dabi. Nasema hapa wamekutana wauzajui si watupu. Mweneji kwa za mwanaji, sasa naye wahi kumnyosha mwenzie juisi. <laughs> ni mjanja kwa mwenzie. <laughs> Hiyo hey, mechi mimi sitiliagi sana maanani hmm. Mechi ya Azam na watoto hmm. Shamba la bwana ili mbuza bwana ili pipa namfunika wale Mwanaji kwa za mwanaji kuna nini tena hapo? Kwa hiyo bwana, sasa tuendelee kula good time mpaka sasa hivi tuna point zetu nne. Walikuwa wanasema kundi gumu, sasa tunajiuliza ule msemo wa kwamba kundi gumu bado ipo au limeisha? Maana sasa tunaona maajabu ya Musa kwamba mwenye kundi gumu anashinda, mwenye kundi jepesa anagongwa. Sasa watoto amudi mpaka sasa hivi. Alafu ile timu nimeiangalia kwa hapa Tanzania naifananisha na Kagera Sukari. Ile timu alocheza nao ile Stade Malien. Ile sasa na Kagera Sukari. Sasa kama mtu anakwenda kupigika na Kagera Sukari, wewe unafikia kija kwangu unamlamba ngapi yule?

Kuna timu hizo ngapi? Wewe sio unaona jana alikuwa anazunguka tu na kaptula tu ndani. Ulimi huu mpaka unabuluza chini, ulimi ndalo, ulimi nyoka, ulimi huu umemtoka jana baba. Na wale wenyewe kwa makini, hata refarimu wenyewe jana yule naye alikuwa kabeti mbili moja. Kwa sababu angalia goli lile alilopewa kibajaji goli la tatu lile. Kaka alikataa. Kwa sababu imekwenda movement nzuri kabisa. Ndio hivyo kaka. Um, um, lile goli la tatu nalizungumzia hapa. Imekwenda movement nzuri kabisa. hmm. Lile panzi alao baada ya kudaka mpira anadaka miguu ya mtu. Na, na, na, na, mwisho wa siku ikamkuta mjalabu mchezaji wa Saint Marine gole. Akamalizia pasi nzuri kamba tuma tatatu bajaji lakini mwisho wa siku anakuja kusema penalti goli ile tena ile. Kwani asingeruhusu lile lile ya level ile kwa kabati mbili moja ile, lakini bwana, ile ile bodaboda aliopewa inamtosha kabisa. Sasa tunamwambia karibu kwenye ligi, kwa haka akatoboe yule kaka, na akitoboa kwenye hatua ya makundi, akitoboa labda atoboe pua na masikio, tutamuuni bishirikisha isha isha mle kaka, aisha isha mle kaka, katia Simba tamaa. Na nimekuambia, sio Simba huyo anaitwa simbilisi, yule mdogo mdogo kile unakijua, kisimbilisi kidogo dogo kile kinakaaga bandani, ndio yule kwanza ukitaka kujua kabisa wala toka amefeli. Unakumbuka miaka ya nyuma nyuma, Simba alikuwa kwenye logo yake, alikuwa kaenea ya pale. Lakini sasa baloona unaona ameweka bichwa. Mudi naye mlafi, kala mapupu, kala bandama, kala figo, kala utumbo. Limebaki bichwa. Hasa bichwa peke yake litafanya kazi, kaka. Na ndio maana anachapika. Mwacha endelea kuchapika kaka. Aende wapi kaka? Baba kwa timu ile? Waulize hata watoto wa Mudi wenyewe. Wao wenyewe wanajua kabisa. Hii e treni mwisho Kigoma. Yupo hapa hapa kambi za Mwenge, aende wapi mtoto amudi kaka ile yeah, kaka. Hey! Ile, ile kauli ya Simba ya kimataifa mnaiona? Ay. Aw ah, wewe waulize kimataifa kimataifa ya wapi kaka? Na kata hapa tushamuona kambi za mwenge. Kwanza walivyokuwa wanasema kwa Mkapa, atoki mtu mimi nilikuwa nashangaa. Kwa Mkapa unashindwaje kutoka migeti yote? Naona watu wanakurupuka. <laughs> Hiyo kauli sasa kati. Alafu msicho kijua, mtoto wa Mudi kaloga mpaka akajiloga mwenyewe kwa sababu mtoto wa Mudi anatuviziaga sisi. Maana sisi tunakuaga wa kwanza kwenda kucheza pale kwa Mkapa. Kwa hiyo tutegeaga ukinyemba pale njia panda ili tukifika sisi tunase. Na ndio maana msimu uliopita tulishaga hata makunde. Hata juzi juzi hapa kwenye mechi ya Silva bila viongozi wa Yanga kukushtuka ile kutopeleka mazoezini timu. Baba tungepeleka tulikuwa tunaishi hawa. Sasa tukashtuka ni mtoto wa Mudi alikuwa ametutupia ukenyemba. Sasa mtoto wa Mudi ile dua alikuwa anasoma kwamba ije ninasema mimi mwisho wa siku akakuta yule mfunga malishi kaenda Zanzibar. Yule Singida kaenda Zanzibar. Yanga kaenda Zanzibar. Ala, sasa kaenda mwenyewe kaenda kanasa mwenyewe. Ndio tukoje kwenye yule msemo kwamba mchimba shimo akajifukia mwenyewe. Kwa hiyo yule kaloga mpaka akajiroga mwenyewe. Sasa yule ndio mtoto wa Mudi, ukiachana na mambo ya ukenyemba na timu mle kaka. Kuna mchezaji atokea wapi mle kaka, kaka. Yaani mimi nitambe. Wewe angalau bara ya mjini kwenye kafu nani? Habari ya mjini sasa hivi dume. Habari ya mjini sasa hivi mzize. Ah, twende kwa mtoto wa Mudi. Na mpaka tuzo juzi juzi hapa meahilisha tatakuwa zifanyike mwezi wa 12. Tofauti wa Simba na Yanga Africans kwenye yeah michuano ya kimataifa ni nini? Kwanza msitulunganishe na watu ajabu kwanza. Aaa linganisha kwanza sisi na yani, mtoto amudi. Yaani mtoto amudi nafananisha na, na Dodoma Jiji tofauti. Dodoma Jiji leo changamka. Kwanza tofauti ni mkubwa. Kwanza sisi tuna quality wachezaji, tuna quality viongozi, kwenye benki la ufundi limeenea. Sasa unavyonifananisha mimi na mtoto amadi, mnakuwa mnatukosesha hadhi ndugu zangoni. Yaani mtoto amudi niweke, yaani mtoto amudi muweke kwenye ligi ya mabingwa. Na mimi niweke. Na ndio maana hata msimu muangalie. Kaanzia wapi? Kwenye mechi nani msimu minne nyuma huko alikuwa na azia watu wa pili. Amuulize msimu huko azia watu gani? kazia mabonde kuinama. Sasa leo unanifananisha mimi na mtoto wa monde. Mimi sina yani, mimi kwanza nchi nakaa kwa sababu ni mzalendo katika nchi hii. Mimi azizi yangu Manchester, Barcelona, Chelsea hizo ndo azizi zangu. Mimi mtoto wa muri azizi zake Azam, mfunga madishi, Mbeya City wale nani wale Kagera, hizo ndo azizi zake mpaka sasa hivi. Sasa hivi hata ukienda kuweka kwenye ubora wa vilabu hapa Tanzania, Mbeya City yuko bora kwenye kundi la watoto wa monde lile angekuwa kwa Mkapa kafunikwa, kule kafunikwa. Mm. Utofauti upo mkubwa sana, ndugu zangu, maji na mafuta shajitenga, mamba na kenge mnyama bado naifu bado ipo chini kaka. A pap haya, Simba kaenda robo finali, Yanga kabaki ah, kaka. Tanzania inageuka kwa Tanganyika kaka. <laughs> <laughs> mimi nimekwambia mtoto wa mudia ah, ah, wakati mlile ah kaka, wewe subiri kala kuleta zaka kwanza kupigwa hapa. Mtoto wa mudia kifaulu aingie ah, robo ah kaka, wewe nipigie simu, nakuja kukupa elfu ishirini kaka. Mtoto wa mudia robo, ukimwona yupo robo, labda robo ya unga, lakini sio ligi ya mabingwa ah, kaka kwa timu gani aliokuwa nao? Kwa wachezaji gani? Mfungaji mimi simuoni, hata ile goli ile lenye alopata ule mchezaji kutoka wapi kule yule Mamelodi, ah. sema golikipa mwenyewe alikuwa ameshazuba, lakini mimi ningekuwa kama refa ile mechi, goli nisingeruhusu kwa sababu mpira unapigwa huku, kuna mchezaji kashafanyiwa faulu, yuko lockdown, yuko chini, mimi ningekuwa mimi nisingeruhusu ile goli yeah. lakini okay, mbili moja, mtoto amudi namtosha, kapewa boda kule na Mamelodi. Karibuni bwana, ulipopazoea eh yeah. bwana mtoto amudi akipata hata point mbili nipigie eh, tunakutana hapa hapa, nipigie simu nakutana hapa hapa, nipigie simu narudi hapa hapa kaburi moja, nakuja kukupa elfu ishirini kaka. Biashara Mudi imeshaishia pale, yupo kambi za Mwenge kaka ah, kaka mtoto wa Mudi aende wapi kaka? ligi ya mabingwa na wenyewe, ligi ya mabingwa inawavulana na wanaume. Mimi mvulana? Yule mvulana, mimi mwanaume, yeye mvulana. Kwa hiyo mpaka sasa hivi maji na mafuta shajitenga, mvulana yule kula, wanaume hawa hapa. Mtoto amudi mimi nitoke na yeye atoke wapi? Mtoto amudi kaka, acha waambia kaka, tata amode eh bwana mangungu ni jenerali na nusu kaka, samani Simba.